Je, umewahi kujiuliza kwa nini mtu anapopokea simu husema halo? Hebu tusafiri kwa muda mfupi nyuma katika historia mpaka mwaka 1876 wakati ambapo mtaalamu wa mawasiliano aitwaye Alexander Graham Bell alizindua simu ya kwanza duniani. Wakati huo hakukuwa na njia maalum ya kusalimiana kwenye simu, kwa sababu wazo lenyewe la kuzungumza kwa waya lilikuwa jipya kabisa. Bell mwenyewe alipendelea salamu ya ahoihoi ahoihoi, ambayo ilikuwa ikitumika sana na mabaharia. Lakini mpinzani wake, mtaalamu wa teknolojia aitwaye Thomas Edison, alipendekeza watu watumie neno hello kama salamu ya kupokea simu. Edison alisema kuwa neno hilo ni rahisi na linasikika vizuri na linaeleweka haraka. Na kweli ushauri wa Edison ukashika kasi. Neno halo likaanza kutumika sana kila sehemu, hadi likawa kama sheria isiyoandikwa. Kadri simu zilivyoendelea kusambaa duniani, neno hello likabadilika kulingana na lugha za watu. Kwa mfano, Kifaransa walisema alo, Kirusi walisema alio. Kijerumani wakasema halo. Hapa kwetu Afrika Mashariki tunasema halo au halo. Ni hivyo tu, ndivyo ilivyokuwa. Salamu rahisi tu ikageuka kuwa sehemu ya mawasiliano ya kila siku kote duniani. Kwa hiyo kila unaposema halo kwenye simu, kumbuka unatumia neno lililopendekezwa zaidi ya miaka 140 iliyopita. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni Bongo Snap. Naomba usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video uh, pindi nitakapozipakia hapa Bongo Snap. Baadaye.